Tumeweza kucheza hatua ya 32 ya bora na tumeweza kufanikiwa kupata matokeo mazuri, kwa maana kwamba tumeweza kuvuka hatua inayofuata. Lengo ilikuwa ni kushinda, kushinda gemu na kusogea katika hatua ya 16 bora, hilo si kama tekniko tumeweza kufanikiwa. Na kama unavyojua tulitoka kupoteza mechi ya ligi NBC na mchezo tumeweza kushinda, kwa hiyo inatupa sisi nguvu ya kurudi kujipanga katika michezo yetu ambayo e, iko mbele yetu. Kwa hiyo kikubwa nawapongeza wachezaji wangu Eh, kwa kazi nzuri ambayo ameweza kuifanya na mwisho wa siku tumeweza kupata matokeo mazuri. Kikubwa, kila mchezo na umuhimu wake na kila mchezo una plani yake. Kwa hiyo sisi tunasema baada ya tu inayofuata, kwa sababu kadri ligi mechi zinavyozidi kupungua ndio ligi ndio zinazidi kuwa ngumu. Kama hivyo tumetoka kwenye 32 bora tunaenda kwenye 16 bora, kwa hiyo kuitafuta robo finali, maana yake lazima ushindane. Kwa hiyo kuna ushindani mkubwa kama unavyoona, kuna timu za ligi kuu wenzetu wameshatolewa kwenye ama mashindano, na kuna timu za daraja la kwanza, kuna timu za daraja la tatu zimeweza kwenda kwenye 16 bora. Kwa hiyo ushindani ni mzuri kwa maana kwamba hapo, eh, kuna, ukiangalia, ukiangalia, kuna timu za daraja la tatu, daraja la pili, daraja la kwanza, kwa hiyo inaleta inaleta kwamba sasa mpira kila daraja linatakiwa liheshimike. Tulicheza kipindi cha kwanza, hatujabadilika kupata goli, kwa sababu nao wapinzani walikuja kipindi cha kwanza, timu nyingi zinakuwa zina effort kwao. Tulijitahidi kutafuta goli, tukashindwa kupata goli. Mungu kajalia, kipindi cha pili tumekuja, tumepata magoli matatu. Tulivyorudi mapumziko, mwalimu alitupa maelekezo, maana alituambia sisi ni kidogo ni experience tunacheza ligi kuu, kwa hiyo inabidi tujitoe, kila mtu aoneshe alichokuwa nacho Tucheze kitimu zeni magoli yatapatikana. Tunashukuru tumefuata maelekezo magoli yamepatikana. Mchezo kwa mzuri kwa pande zote mbili, lakini sema kwamba tukuja na plani ya kuweza kukabili mchezo wa leo, lakini kwa bahati mbaya afya pili tumeshindwa kuimaliza ku, ku, ku ile plani ambayo tumeanza nayo so far, tumefanya makosa tumeadhibiwa. Kwa hiyo niwapongeze Pamba kwa matokeo na kuendelea kwenye hatua ambayo wanaendelea, lakini pia niwapongeze wachezaji wangu namna ambavyo wamejitahidi kadri ya uwezo wao kucheza kwamba kwa tunaweza, tunaweza kurudisha magoli lakini kwa bahati mbaya si kwa iko ya kwetu. kwenye kwa, kwa, kwa, ligi ya championship tupo kwenye nafasi ya 12 bado tunaendelea kupambana kwa kuakisha kwamba timu yetu inasogea kutoka nafasi ambayo okuwepo kusogea nafasi za juu. Tumekuwa na mchezo mzuri na Pamba kiangalia kipindi cha kwanza tumeweza kuzuia vizuri, ila like kipindi cha pili uko mavu kwa level waliopo wao ya ligi umefaa amepata matokeo kwa sababu hata mchezaji mmoja mmoja kidogo wao experience. Matokeo tumeyapokea kwa sababu hii ni, ni, FA na timu bora lazima isonge na timu iliyofungwa lazima ibaki kwao. Tumeapokea kama alivyo, tunashukuru kwa mchezo, ulikuwa mchezo mzuri, ila kwenye ligi yetu ya championship tulianza vibaya ile duru ya kwanza. Duru ya pili tumevuna point kadhaa, tumeshinda kama mechi sita kufululiza kwao, tuna approach nzuri, tunatarajia kubaki kwenye ligi, ikiwa ndo malengo yetu sisi kama Kiluvya.